Simama si kwa miguu yako, simama si yakoia ubkunu data mbiye. Sikia baba wa mbinguni anavoniambia nkubwire. Mungu ameniambia nikwambie, uri mu nzira ya kuhora, ni jitangaza. Upo kwenye njia ya kukutana na muujiza wako.

Huna heshima kwenye familia yako. Ulikuwa nyuma uri kwa data, lakini baba ananiambia amekusogeza mbele amekusogeza mbele, oh, amekupa familia nzuri Mungu amemleta mume wako. Wana gawose, wana wale wote wana wanakudanga

Mungu ananiambia ulikuwa na ugonjwa wa hatari ndani Imari ya tumbo lako. Mungu ananiambia ameondoa. Pokea kupona kwa jina kuchira la Yesu. Pokea kupona kwa jina la Yesu. Haleluya. Imani, Mungu amekupa nguvu, Mungu amekupa nguvu, Mungu amekufanya upya, Mungu amekupa neno upya, Mungu amekupa kushuhudia. Oh, hallelujah, hallelujah! Mungu, Mungu, Mungu ali, ali, ananiambia ulitoa ahadi juu ya watoto yatima kuna ahadi ulioiweka juu ya watoto yatima. Mungu ananiambia, naenda kukupa pesa, lakini iyo pesa siyo ya kwako, iyo pesa ni ya nyumbani mwa Mungu. Iyo pesa Mungu anao kupatia ni ya kumtumikia Mungu, ukumbuke watoto yatima. Haleluya.